Bwana akamwambia Shetani, tazama yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu hai wake. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya, tangu waye wa mguu hata utosi wa kichwa, naye akashika kigae cha kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hawa wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate wapi? Tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate mabaya? Katika mambo hayo yote, Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Kwa nini nazungumza kujaribiwa kwa imani yako? Jambo la kwanza lazima ujue imani ndiyo mkono wa Mungu kukutokea kwenye maisha yako. Mkono wa kuchukulia vitu vya kiroho kuvileta mwilini unaitwa imani. Mkristo yeyote asiye na imani hawezi kumwona Mungu, hawezi kuwa na nguvu kwenye wokovu wake. Lakini hiyo imani ambayo tunaisema, ambayo uko nayo wewe, kuna wakati ambao imani hiyo itapimwa Itatikiswa na wote, hapa tutapimwa imani zetu, lakini pia maelfu na mamilioni ya watumishi wa Mungu ambao tunawasoma katika vitabu vitakatifu, tukianzia wazee wetu wa imani ambao Mungu anawasalute, anawakubali, mzee Ibrahim Isaac pamoja na Yakobo kuna wakati walipimwa imani zao.